Usafishaji wa damu kuishi baada ya figo zake zote kushindwa kufanya kazi akiwa na umri wa miaka 29 pekee. Eric Munyao alikuwa na matumaini makubwa akiwa amehitimu na shahada ya sayansi ya siasa na teknolojia. Ndoto zake zilikuwa dhahiri: kujenga taaluma, kusaidia familia yake na kubadilisha maisha yake ya baadaye, lakini maisha yakageuka ghafla. Tulikutana naye akiwa ameketi kimya ndani ya nyumba yake eneo la Kitengela. Hana nguvu ya kusimama wala kuketi, mwili wake umedhoofika kutoka kilo 78 hadi kilo 43. After dialysis ujwangi kesho yake utasku, unasikiaje hiyo? 2023 June nili, nili kuwa na I lost my eyesight. Kwa Wakenya wengi gharama ya kutibu ugonjwa wa figo ni juu mno, ingawa usafishaji wa damu sio tiba, kwa wengi ni njia ya kuendelea kuishi. 3 years sipitishe mkojo so, Uh, your body weakness, muscle weakness, mwili, yani ku change. Barbara na Minda, mhadhiri katika chuo kikuu cha Kemu jijini Nairobi, ni mmoja wa wale ambao wametoa zawadi ya uhai kwa wapendwa wao. Upandikizaji wa figo ni njia bora zaidi ya matibabu kwa wagonjwa walio na ugonjwa sugu wa figo, lakini kwa maelfu ya Wakenya, tumaini hilo bado. In most of the cases, oh yeah. na ni ndoto isiyoafikiwa. Kwanga ni dona. Mtu ako na hiyo pesa, yeah, ana dona. But now unaona uwezi barikiwa na kila kitu. Now I have the dona, but pesa ndio at least inatupiga chenga the hospital requires you to deposit a substantial amount of money in the account because they don't want you to do the transplant and then after that you don't have money for medicine so you have to do that deposit before the transplant and at that point it was at about i think 300,000 we had to deposit that money into the account. We used a lot of money spend a lot of money because for instance in a week azima m